Kutajwa kwa Idris alayhi ssalam ni muhimu kwa sababu hii. Kwa kuwa Allah tabaraka wataala amesema katika Quran Majid, wadhkur fil kitabi idrisa innahu kana siddika nabiya, tafsiri: katika kitabu mtaje Idris alayhi ssalam, yeye ni mkweli na nabii. Jambo la pili ni kwamba kusimulia hadithi ambazo zina masomo ndani yake ni desturi ya Allah tabaraka wataala

wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin. Tafsiri: Idris alayhisalam ni mvumulivu tumemwingiza katika rehema zetu, innahum min as-salihin, na yeye ni miongoni mwa watu wema. Idris alayhisalam ni mvumilivu na mwema, pamoja na wenye subira. Yupo Allah na tunaomba njia ya watu wema katika kila mzunguko wa sala kwa kusoma suratul Fatiha. Sababu nyingine ya kumtaja ni kwamba zama zake ni zama za kwanza za maendeleo ya kimada ya binadamu, wakati mwanadamu alipiga hatua kuelekea kwa maendeleo ya kimada ambapo kalam, mavazi, mizani, silaha na jeshi vilitumika. Hizi ni zama zake kwa rejea ya Ibnu Kathir. Baada ya Shith alayhisalam, Idris alayhisalam alitunukiwa cheo cha utume. Idris alayhisalam ni mtu wa kwanza kutumia kidole cha shahada alipokuwa akitoa khutba. Idris alayhisalam ni nabii wa kwanza ambaye alianza kupigana vita takatifu dhidi ya watu waovu wale ambao Walikutana na Hazur sallallahu alaihi wa ali wasallam katika mbingu ya nne usiku wa Mi'raj.